Nzuri, mnafanya kazi safi. Naona wanafunzi na walinda ah, hey. Hata naona huyu wa Kabarak amelindwa vizuri. Ehe, na, na kilipevu sana. Kwa hiyo mwalimu Namanda, ningeomba sauti yako isikike hewani kwa sababu ni mda, na utaniundia hiyo mikrofoni kidogo imeinama chini Ehe. Mwalimu na manda wa shule ya Moi Kabarak eh, ilete juu pande upande hivo eh, eh, hivo mm -hmm. Aya hapo sasa eh, eh. Safi eh, anasikika eh. Vizuri sauti <laughs> Sawa alichokula asubuhi au kila kila siku si mchezo sha, murisikia ndani ya gari eh, endelee tukizungumza. Tunashukuru sana safari yako, ehe safari yako eh. Safari imekuwa imekuwa nzuri nam tumerauka asubuhi mhm mm alfajiri nam kuandaa wanafunzi na kusafiri. mm -hmm. tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tujalia safari nzuri na tumeweza kuwasili salama salimin. Ehe. tayari kuwa hii tamasha ulimbwende nam, kama ilivyo kawaida, ukikosa utajicheka wewe mwenyewe mm -hmm. Nam pengine kwa mwalimu na msikilizaji mm. utajiuliza hii tamasha ina nini? Tamasha ina mengi mazuri nam Uh, siku zote Mswahili husema hapa ndipo panapochotwa maarifa. uh -huh. Na ni fursa nzuri kwa wanafunzi wanapozuru maeneo kama haya no. Yana maeneo haya yanakuza ndoto zao za baadaye, uh -huh. na mengi tu ambao wataweza kujifunza zaidi ya kutangamana na kutagusana no, katika mazingira mazuri tu ya Standard Group uh -huh. pana mengi ya kujifunza, si katika Kiswahili naam no zaidi ya burudani mm -hmm. Kwa hivyo ni fursa nzuri fursa nzuri tu kabisa ambayo ni tukizi mm -hmm. Natokea kwa nadra sana. Kwa hivyo naam. wale ambao bado wapo njiani naam. atuambia warakishe, waelekeze barabara zote zielekee upande huo, barabara <laughs> zote ni Standard Group <laughs>

Haiwa shukran sana. Umeandaa makundi mangapi ya mawasilisho? Mm, tuna makundi kadhaa. Tuna mm, burudani tu ile zile dances za kiasili no, zaidi ya shahiri ambalo limeandaliwa na Hizo za kiasili, ningependa kujua za kiasili ni kama za jamii gani? Uh, jamii kunakopatikana skuli <laughs> kule inapopatikana hey, shule hiyo hey, hey. Jamii ya gole hii <laughs> <laughs> jamii inakopatikana skuli nah. Pana burudani nah. Pana burudani nah. Zaidi ya shairi liloandaliwa na Nasim nah. Mengi mazuri tu Nasim. nafikiri na ni mara yake ya pili kujaza, mara ya pili eh. Mpenzi sana wa redio nah. na wa kipindi lengo nia yake ni kuwa mwanahabari ama vipi siku za usoni? <tis> <tis> Yee yeah, ndiye yeah, anaongoza wengine kwa sababu namkumbuka kwenye tamasha ilokuwa ya ya kwanza uasisi ya kwanza wa wa kabisa naam, akisema mm, shairi hapo, ni mwaka jana tarehe tano Oktoba mwaka jana bila shaka. Kwa hiyo karibu na bila shaka leo itakuwa ni siku ya kufurahia kutagusana, siku ya kufana wanasema mm. Vichwa vya binadamu ndivyo vyombo pekee ambavyo kiviweka pamoja havigongani, havigongani, vinakubaliana tegemea vichwa hivyo pia. Vichwa ukiviweka mbali vinagongana, ndio vinagongana zaidi eh, lakini ukiweka vichwa vya e. e, e. e. binadamu pamoja havigongani, naam mm -hmm. mm. e, kwa hiyo lipo pia kundi la hao wa sakata dance. Ningependa kiongozi wao wazungumze, pengine tu kwa kuwatambulisha, kwa sababu ama yupo mmoja anaweza akazungumza Haya, mmoja ambaye anaanza akazungumza, fursa e, hawa ni yule nahodha wa kikundi. Ehe. Aketi hapa na atupatie maneno mawili matatu. naam mm -hmm. yeah. mwanafunzi wa shule gani? Saint Daniel Komboni, Ehe, Komboni. Leo mmejiandaa kuwasilisha kwenye sehemu ngapi? Mbili, mbili eh? kwa hiyo mmoja, niwawekee wimbo kidogo, mtu mtuonjeshe. Sawa. Aya, jina ni jina lako? Valaria Tieno. Valaria Tieno. Aya. Mm. Sawa, wimbo ndio huo sasa. Nuru ya lugha. Kwa majina naitwa Mkala Safe mkazi wa Macdon Road, nasikiliza Nuru ya lugha.